Akaenda kwa mwanangu sasa, akaanza kuwa nampiga mwanangu. Mimi nimelala hapo, sielewi, nakuja kupembuka hivi, nakuta mwanangu anamburuza, anampamiza chini, anamnyanyua, anamtupia chini. Nikawambia mnini, sasa anasema mwanao huyu sio mtu, mwanao ni dudu, akawa anamtamiza chini baada ya hapo, akamtamiza akaanza kumburuza, na milango ilikuwepo miwili ya nyuma na ya mbele. Akamtoa huko mlango wa nyuma, huku akawa namburuza, anampeleka hivi nje, huku alivyo mburuza akafika akamuweka mlangoni, katikati ya mlango, akachukua shati lake akamfunika alilokwakavaa, akasema kesi ya mauaji tayari. Nikamwambia kesi ya mauaji umefanyaje? Au mwanangu kafa? Akasema ngoja nijifiche huko dalini. Akaingia dalini, naenda kweli kumchukua mwanangu hivi, nikamkuta kweli mwanangu kesha lainika, ndo nikamchukua nikambeba, nikaelekea kwa mama, mama mama mkwe huko, ndo usielewi kama kweli mwanangu kweli alikuwa kafa. Nilipofika nyumbani nikamshika kichwani, mwanangu kesha lainika ubongo kichwani, mwanangu kolimelainika, na mguu uko umevunjika mmoja. Hatuna hata miaka, tuna miezi miwili tu Labda kabla ya kufunga ndoa alikuwa na ile taratibu ya kukupiga? Hapana, alikuwa hana taratibu ya kukupiga, alikuwa hana, yani kabadilika hizi siku, siku ya kwanza na pili na tatu, ambayo ndo mpaka tukio likafanyika la mtoto na baada ya kukuoa. Kukuoa, uh, labda mtoto mlikuwa mnaishi naye vipi? alikuwa naishi naye vipi ye kama baba? Alikuwa tunaishi naye vizuri tu alikuwa anampenda vizuri na kumlea vizuri, alikuwa anampenda, ila hizo siku mbili tatu hizo ndo nikamwona akabadilika, akaja mpaka ikafikia stedi mwanangu akamlaza jikoni. Siku hiyo aliondoka akiniaga, akasema hivi, kuna mwanamke ambaye nilimwahidi nitamwoa, lakini sasa sijamwoa, ndo nikaja kukuoa wewe, huyo ndo anayenisumbua kwa hiyo natakiwa nenda, ndo nikamwombe msamaha, endapo akinisamehe, ndo maana yake mimi nilikuwa nasumbuliwa na kiuno. Akasema, hichi kiuno chako kinasababishwa na wewe mwanamke. Hataki wewe ukawepo hapa. Ngoja nikamwombe msamaha. Nikimwomba msamaha, labda utapona. Ndo akaenda kwenda huko akaelekezwa na sehemu ya kwenda kwa kwa mganga alipoelekezwa akaenda kutokea kwa mganga huko, akapitiliza kwao. Sasa pitiliza kwao, kafika kwao hiyo saa moja huo usiku, nikashangaa kabadilika usiku huo. Kwanza kabla ya asubuhi, mama yani alinipiga, alining'ata hapa, alinipiga ak ananikalia, ananitupia kitandani, anani, ananikalia kavile yani anabonyea kwenye kitanda, kumbe mtu ananitupia mpaka hapa saizi hapa najisikia ni maumivu kichwa sehemu zote hizo, kwa nanipiga zote najisikia maumivu. Asubuhi yake sasa, ndo palivyokucha, ndo akafanya tukio kwa mwanangu. Sasa na huyo mtoto ulizaa uh, naye au alikukuta naye? Huyo mtoto alinikuta naye, na aliniahidi kwamba atamlea na ndugu zangu walipokuwa nataka waje wamchukue mwanangu aliwazuia, kawazuia kwamba ye atamlea tu mwanangu mpaka atakuwa, lakini nashangaa akaja kubadilika ghafla. Uh, unatoa wito gani kwa baadhi ya wanaume wenye matukio kama hayo? Nawambia waache hiyo tabia, kama mtu kweli umempenda ni bora umpende ila usije usi ukamdanganya kwamba unamlea mwanaye, alafu unakuja kumfanyia tukio baya kama hilo. Na tumesikia kwamba mtoto wako alichanganyikiwa, uh, alikuwa ame yani, ni siku zote huwa anachanganyikiwa au ilikuwa ni jana? Ilikuwa ni, ilikuwa ni jana tu. Amna uh, kabisa mama, yani nilikuwa sijawahi kumwona tangia nimzalie ya mama yangu na alikuwa na umri wa miaka mingapi? Alikuwa na miaka kuanzia labda kama nikizipotea, kwa maana nilimzaa elfu mbili na mbili. Kwa kweli tuwache roho ya ukatili. Kifo cha mtoto kinatusikitisha, amekufa kifo kibaya cha ukatili. Kwa hiyo tujaribu kujihurumia binadamu, tuwapende binadamu sisi wenyewe. Ili tukio limetusikitisha jana, kwa sababu huyu kijana yani amezaliwa tunamwona lakini jana tukashangaa kusikia ati amechukua jukumu kama hilo. Yaani nikuwa ni mtu tu, yaani ni mpole sana, yaani mchapa kazi, ila jana tu tumeshangaa kukuta na hilo tukio. Natoa wito kwa wananchi wote wa kijiji cha Tumbi, hususani kitongoji cha Wala ambako matukio kama haya yanatokea pale ambapo wanapoona kwamba kuna mtafaruku baina ya familia na familia, baina ya wenza na wenza, basi wasijishughulie sheria mikononi, waende kwa wazee wapate ushauri, waende kwa viongozi wa dini wapate ushauri. Sasa wasipofanya hivyo matukio kama haya